Alhamdulillah, kabla okay, sijajibu swali mbili hii nakumbuka, si kitu nimesahau. Na Afrika e, watu wanaona mandamo ya mwezi kila sehemu au kila bara au kila nchi imekaribiana, mandamo moja katika hoja yao, memradi hao watu wanaona mandamo ya dunia ni moja. Wamesema e, ambayo nimetaja lakini sijaweka wazi kidogo, wanasema nini, wanasema kufunga pamoja Waislamu na kufunga pamoja e, fit, idil fitri na kusali pamoja idil fitri, na hii inaunganisha umoja Waislamu. E, na wao wanasema basi, kama wamesema hivi, mbona waislamu hawako pamoja mambo ya sala na kufunga kufungua? Lakini hapo iko kitu. Kwa nini? Mungu anasema waisalunka an lahila kol hiya mawaqitu mm, linnasi yeah, walhajj watukuliza katika mwezi, alafu tutaja hapa hila jamu hilal zaidi ya mwezi moja. Kwa nini? Mungu anasema wa yas'alunaka anil hilali, hilal ni moja, lazima ujue neno Kiarabu mwezi, wakati inazaliwa. Maana wao wanasema istahalla atiflu sarikhan, mtoto wakati amezaliwa amelia. Sasa istahala maana yake wakati imezaliwa kaanza, mm. fa mwezi tarehe moja tarehe moja mbili, inaitwa hilal au mpaka tatu. Kila siku tatu Waarabu namba jina tatu mwanzo na jina tatu ya pili na jina siku tatu mpaka ifike inaitwa badr, imekamilika sasa mm. Kwani Mungu asema wasalunka an ahilla, asema wasalunka an hilal. Watu wengine kwambia maanake kila sehemu ina mwezi wao, manake Mungu anasema ani lahila mm -hmm. Sio sahihi mm -hmm. Waarabu wameuliza wa Mtume Muhammad sallam kwa kwanini mwezi inabita stage hii dogo ina kuwa, kidogo inakuwa ina kidogo inakuwa Mungu, kwanini ina namna tofauti isanuka ala maanmungwasalunka wao wameuliza wow, lakini mwezi ni ni moja ibabifaida